Nashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ametuhudumia Wanailemela katika huduma zote za jamii. Wanailemela hatuna cha kumdai. Kuna mambo machache tu ambayo ni kidogo. Upande wa manispaa yetu tumepokea zaidi ya bilioni 86.6 kwa ajili ya miundombinu ya shule, tuna shule 11 mpya. Kwa ajili ya miundombinu ya hospitali kwa maana ya Tuna hospitali mpya tuna zahanati ito saba mpya bado tuna vituo vya afya viwili. Lakini kwa ajili ya maji tulikuwa na changamoto kubwa ya maji, kwa sasa kuna miradi inaendelea katika chanzo kipya cha Igombe ambacho kitakuwa na uwezo wa kukusanya maji lita milioni 300.6 kwa siku, tayari mkandarasi yuko saiti na kiko asilimia sabini, lakini bado kuna chanzo kipya cha Kabangaja umeshakamilika muda wowote wataanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ilemela hii wakati tunaingia ilikuwa na barabara moja ya kwenda Kayenzi, sasa hivi tuna njia zaidi ya nne. Tulikuwa na kilomita 5 za lami, sasa hivi tuna kilomita 43. Atuna tunamshukuru mheshimiwa rais na kumpongeza. Lingine atusisahau katika miradi ya tactics. Soko la Kirumba ilikuwa ni hadithi, sasa hivi mkandarasi uko 46 tayari, mkandarasi amepewa anaanza na kilomita 10 zinazoanzia airport kwenda Kabangari.